Ala man la nabiyya ba'da. Akhwani fillah, katika darasa iliyotangulia tuliweza kuangazia makosa yanayofanywa katika swala na tukaeleza ya kuwa katika makosa ni mtu kukosea pindi imamu anapongeza ndani ya swala na kumfuata imamu katika makosa. Kuna baadhi ya makosa imamu akifanya ndani ya swala lazima umfuate katika makosa yako, na kuna baadhi ya makosa imamu akifanya ndani ya swala hufai kumfuata, na ni vizuri ujue ni epi ambayo akifanya unalazimika kumfuata, na ni epi ambaye anapofanya unalazimika usimfuate. Katika darasa iliyotangulia tukaeleza aina ya makosa imamu akifanya hufai kumfuata tukaeleza ya kwamba imamu mathalan yaswalisha salat dhuhur na umeswali nyuma yake na mumeanza pamoja na yeye. Ilipofika raka ya nne, alikuwa akae alete atahiyat, lakini kwa sababu ya kughafilika, akaona imamu kwamba hii ni raka ya tatu, akainuka raka ya nne, ili hali wewe wajua hii si raka ya nne. Ni raka ya ngapi? Ya tano. Sasa hali kama hii, hufai kumfuata imamu, We wakaa chini, tukaeleza wakaa ndani ya swala na wakaa katika tahiyatu, na uko na two options. Option ya kwanza watia nia, khiari ya kwanza watia nia kwamba hufungamani swala naye, kwa hivyo utajitoa ndani ya swala, bi maana utatia nia kwamba sasa mimi na swali peke yangu. Ye kama soma Fatiha kirukuu, wewe uko katika tahiyatu, naweza kutoa salamu, kamaliza swala kabla yake. This is the first option tulitaja. Khiari ya pili tuliyosema ambaye ni bora zaidi, imamu ikiwa amekosea salatu dhuhur, ameingia raka tano na wewe wajua hii ni raka nne, kwa hivyo na yeye yafikiria ni raka nne na wewe wajua ameongeza ni tano, hufai kumfuata, utakaa katika tahiyat. Sasa yeye ikiwa yasoma Fatiha na wa rukuu na yuko katika i'tidal, yasujudu, wewe hutoki ndani ya swala, waweka tahiyat, wasubiri ili akufikie, kisha akitoa salamu ndo unamfuata, unatoa salamu baada yake. Hii tuliangazia katika darsa iliyotangulia. Kadhalika imamu ikiwa amepunguza, kadhalika imamu ikiwa amepunguza mathalan salatu dhuhur ni raka nne, imamu alipofika raka tatu akafikiria ni raka nne, akakaa tahiyat na ni makosa, kumaanisha amepunguza raka moja. Sasa wewe una khiari. wewe hufai kumfata ukaingia ukaswali dhuhur rakaa tatu, yeye ndo amesahau Mkamkumbusha, akakumbuka akainuka utamfuata. Alhamdulillah Mkamkumbusha imam. Mukasema subhanallah subhanallah, lakini imam ye yuko pale pale hataki kubadilika. Utafanya nini wewe? utaswali rakaa nne Utatia nia kwamba wewe ni munfarid, utaswali raka nne, umalize. Makosa iko kwa imamu. Kwa hivyo, haya makosa mawili, imamu anapoongeza ama anapopunguza raka ama anaongeza raka, hufai kumfuata katika makosa, hufai kumfuata katika makosa. Ila kuna baadhi ya makosa imamu akifanya ni lazima umfuate, ni lazima

Sasa watu huchanganyikiwa, je, ni kaa tahiyatu yangu ama nimfuate? Sasa watu hugawanyika makundi mawili. Kuna wale ambao wanakuwa ni wenye, wenye kufungamana naye wakasimama katika makosa, ajua imempita wakaamua kusimama, na kuna wengine wanajaribu kukaa tahiyatu hawasimami. So usawa ni upi na imamu amekosea? Sasa tuje katika imamu mwenyewe Imamu ikiwa amekumbushwa amekuwa ni mwenye kukaa amekuwa ni mwenye kuinuka, mathalan raka ya kwanza, raka ya pili, raka, baada baada kusujudu raka ya pili ya mwisho atakana akaya tahiyatu akawa uwasimama. Sasa imam has two options: ikiwa bado hajasimama mzima, mzima bado alikuwa anainuka akasikia subhanallah akakaa chini yuko sawa, lakini imam akienuka amesimama vizuri kisha arudi chini, ni makosa kwa sababu hiyo imeenda, hiyo imeenda. Mwanzo tumkosoe imamu. Imamu anapokuwa ni mwenye kuswali katika swala yake, atahiyatu ya kwanza akakumbushwa, ikiwa amekumbushwa na bado hajasimama, alikuwa yuinuka akaamua kukaa ni sawa, lakini ikiwa imamu amekuwa ni mwenye kuswali

na watu wakamfata katika makosa iliyotokezea. Kwa hivyo hii atashahudul awwal japokuwa imamu amekosea, lazima umfuate, lazima umfuate. Na kuna makosa ukimfuata imamu, utakuwa wewe umeharibu swala yako, ikiwa wewe wajua kwamba yeye amekosea. Na kuna makosa, wajua amekosea, lazima umfuate. Na kuna makosa amekosea lazima ukae mbali naye sawa. Sasa hii ni katika makosa atashahudu lawal, la akisahau, basi hii ni katika makosa ambayo lazima umfate alimam al. Kwa hivyo al rasul sallallahu alayhi wasallam aliswali raka mbili ya dhuhur akasahau kukaa, akainuka na masahaba wakamfata hivyo hivyo. Kwa hivyo hii ni makosa ambayo wafaa umfuate, itakuwa ni makosa kama wewe ni maamumu, useme usemea Imam amekosea, hii atahiyatu ya kwanza, wacha mimi nikae, la, hiyo ni makosa. Hii ni makosa, imamu amefanya na we usifanye makosa kwa kukaa, we mfuate katika hiyo makosa na uenuke kama yeye. Na anayekuwa ni mwenye kuswali salatu dhuhur mathalan raka nne, ima uko peke yako ama ni imamu yoswalisha, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam wasalam

Sasa imo uko katika hali mbili. Umekumbuka kabla hujasimama vizuri hapo hapo, warudi wakaa chini ndipo Arasul sallallahu alaihi wasallam asema idha qama ahadukum min rakaatain falam yastatim qaiman, hajatimiza, hajatimiza kusimama uko halfway. Arasul asema falyajlis, ka chini, ka chini rudi katika tahiyati yako

Kwa hivyo tumejua leo ya kwamba makosa anayofanya imamu niko katika hali mbili. Kuna makosa hufai kumfuata, ikiwa ameongeza rakaa zaidi dhuhur, ameongeza rakaa ya tano na mmemkumbusha, ameamua kuendelea na rakaa tano, usimfuate. Au mathalan imamu yuko katika salatul magh salatul dhuhur, akaswali rakaa tatu dhuhur, akakaa tahiyatu na wewe wajua hii ni rakaa ya nne Ukainuka basi hapo ndo saa hufai kumfata, anapoongeza raka na anapopunguza raka. Hii ni jambo ambalo lazima tufahamu, lakini imamu ikiwa amesahau atahiyatu ya kwanza akasimama, hapo lazima umfate katika makosa. Tofauti hutoka wapi? Tofauti hutoka wapi? Why is it that imam akikosea hapa hatufai kumfata, na hapa akikosea lazima tumfate. Where is the difference? Utajuaje hapa lazima nimfate na hapa si lazima nimfate? Hapa in fact ni lazima niende kivyangu. Ulama wanasema, imam akikosea katika wajibatu salah, wajibatu salah mathalan ni atahiyatu ya kwanza, hii ni wajibatu salah, wewe mfate na imam alete sujda mbili, na wewe ulete sujda mbili. Lakini imam akikosea ruknu min arkani salah, katika rak'a ameacha

Uskunu fi salah hadith rawahu Muslim. Katika makosa asema Sheikh ni watu kukosea katika wanapomaliza kuswali, wanapomaliza kuswali. Makosa gani hufanya? Imama anapotoa salamu ama wao wanapotoa salamu kivyao, ima wanakuwa ni wenye kutikisa kichwa chao, au wanakuwa ni wenye kutikisa mabega yao, au wanakuwa ni wenye kutikisa mikono yao. Kivipi? utamwona mtu akitaka kutoa salamu, fanya Yani, kichwa yuleta chini ila asfal. Hii si sawa hasatan, kina mama akitaka kutoa salamu asalamu alaykum warahmatullahi, asalamu alaykum warahmatullahi. Lakini kuna wengine kichwa analeta ila asfal, wanaishukisha, wanaishukisha ni makosa. Katika makosa nyingine katika salamu, kuna makosa tatu watu hufanya katika salamu, au makosa nne. Tutaangazia tatu na moja tutaangazia darasa inayokuja Kosa la kwanza imefungamana na kichwa. Kosa la pili imefungamana na bega. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hii ni makosa kwa sababu mtu yuweza kuwatakana uelekee qibla, you are diverting from the qibla. Sio kama inaeleweka. Hii ni makosa mengine. Ya pili makosa matatu katika swala kuna watu wakitoa salamu mkono Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sijui kama mmeona, ama sheikh yasema uongo iko, sio? Kwa hivyo hii ni katika makosa. Na arasul Sallallahu alayhi wasallam aliwaona masahaba wakifanya hivyo, akawakataza akawaambia, mali arakum, kwa nini mimi naona rafi'i aydiyakum, nakuwa ni wenye kushukisha na kupandisha mikono yenu, kaanaha adhnabu khayli shums, kamba ni ni mkia ya mbuzi ama mkia mkia mbuzi ama kondoo, fanya fanya hivi sio Mbona mnafanya mikono yenu hivyo? Uskunu fi sala, wacheni mche, yani tulieni katika swala. Kwa hivyo leo ukitoa salamu, fata sunna, usikhalifu sunna, usifanye kama makosa waliofanya masahaba wakarekebishwa. Wewe leo ukitoa salamu mikono yashike magoti, asalamu asalamu alaykum wa rahmatullah, asalamu alaykum wa rahmatullah. Hii ni makosa ambayo tuwafanya katika swala na tukitoa salamu, tutoe salamu kisawa sawa.